Ni siku ya pekee sana kwetu kama wananchi wa Tanzania. Ni siku ya kihistoria kwa taifa letu kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar leo inaadhimisha historia yake, lakini pamoja na Watanzania wote kwa ujumla. Na sisi wananchi wa wilaya ya Masasi, nitumie fursa hii kuwapongeza. Tuliamua siku ya leo kwa sababu tunasherekea sherehe hizi tukufu za mapinduzi ya Zanzibar tusisherekee kimya kimya katika nyumba zetu tukiwa wenyewe, tutoke nje tufanye jambo la kihistoria katika mji wetu wa Masasi. Tusherekee sherehe hizi sisi kama viongozi, watumishi wa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, taasisi za kijamii na taasisi zote za serikali, tuungane na wananchi wa wilaya ya Masasi katika kufanya usafi kwa katika mazingira ya mji wa Masasi yote katika vijiji katika mitaa. Nitumie fursa hii ya pekee sana kuwashukuru wananchi wa Masasi, kwa kweli wamejitokeza kwa wingi sana sana sana, imekuwa ni siku ya pekee. Tumekuwa tukihamasisha usafi, lakini leo naomba nitoa shukurani za pekee katika maeneo na barabara mbalimbali. Kila nilipokwenda tuligawa gloves kwa wananchi, wako tayari kunyanyuka, vijana na wakinamama kuchukua gloves na kwenda kuzoa takataka na kupakia takataka kwenye gari. Tumeshirikiana katika majukumu mbalimbali. Sasa jambo hili tulifanya kuwa jambo endelevu, tulifanya jambo la kwetu kila siku na ukua utamaduni wa wananchi wa Masasi kufanya usafi katika mazingira yetu ya biashara, mazingira yetu ya kazi, mazingira yetu ya makazi, katika mazingira yanayotuzunguka yote, tuweke utamaduni wa usafi ili tuweze kuwa salama.